Na ndio maana mpendwa, vile Elisha aliona kuna mauti kwenye sufuria, pia leo kuna mauti, aha, katika vitu ambavyo tunakula. Ndio maana katika presentation ya leo nitaguzia, ukinifuatilia ukini, ukini, ukini, ukini vizuri, nitaguzia kuhusu mambo matano. Nitaguzia what do you eat, where do you eat. You eat, which, why, what do you eat yani five W's and one H. Kwa nini? Kwa ajili leo balaa ni chakula balaa ni chakula balaa ni chakula, na ndiyo maana kwaya mmenifurahisha mnapoimba ti kanuni za afya. Je, wajua kanuni za afya si za Wakristo peke yake? Mtu ambaye ana aendi haja kubwa Tuko pamoja kutaka kujua. Kama una shida ya afya, ukienda pale msalani, inabidi unaweka gia namba one mm, ndiyo ufanye downloading. Ni kweli, ni kweli. Sasa kanuni ya afya inasema ukinywa maji utaenda haja kubwa vizuri, smooth. Tuko pamoja? Kwanza haja kubwa ya kuheshimiwa. Sijui kama umenielewa kuna watu wanaenda haja kubwa inakaa kama you know n to tu a mbuzi. Wewe si mbuzi, toka katika ulimwengu ambuzi, wa mbuzi. Kunywa maji, tuko pamoja. So unapokunywa maji na wewe haumjui Mungu, utaenda haja kubwa vizuri. Yes, ni kanuni ya afya, ni kanuni ya kiasili. So ina maanisha namna gani, wapendwa, inabidi tuweze kuangazia.